Kwa majina naitwa Abdully Ally ni mkurugenzi wa YAS ya kanda ya pwani ya kaskazini, kimaanisha Tanga na Morogoro. Kipekee kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuwepo hapa kituo cha Kiseru Health Children Center. Kubwa kilichotuleta hapa ni kutimiza katika moja ya falsafa ambazo eh, kama kampuni tunaamini eh, tunafanya biashara lakini pia tunaamini eh, kutoa kwenye jamii makundi yote, lakini pia umeona hapa kituo hichi kina watoto wenye mahitaji maalum watoto mayatima, kuna walemavu na kadhalika. Kwa hiyo sisi tumekuja na chakwetu kidogo hichi ambacho tumejaliwa na tukaweza kukitoa kwenye kituo hichi, lakini la tatu kuwapongeza kituo kama kituo, uh, management yote ya kituo staff wake kuna kazi kubwa ambayo wanaifanya kuwalea watoto, sio kazi nyepesi, lakini inachofanyika kwa kweli ni kikubwa na ni zaidi ya hichi ambacho wanachokifanya, na sisi tukaona tuwe sehemu ya kuweza kuwasaidia kwenye yale ambayo e, wanayofanya, na ni kampeni ambayo ni endelevu. Kila mwaka tunakuwa tunafanya kupitia kitenge chetu na kupitia e, kampuni. Kwa hiyo tunakuwa tunatoa kila mwaka, tunawafikia hawa walengwa kama sehemu ya kurudisha kwenye, kwenye jamii. Mimi kama mkurugenzi na msimamizi wa kituo hiki nina furaha kubwa sana moyoni mwangu kwa kupokea ugeni huu wa leo ambao umefika kwetu. Ni ugeni wa Miss Bayas ambao wamefika hapa kwa ajili ya kutoa sadaka kwa watoto wetu. Kiukweli wametenda tendo kubwa sana kwetu, na kwa sadaka walizozileta kwa watoto wetu kwa siku ya leo inaenda kubadilisha maisha yao na kuleta furaha kwao, kwani kwa siku ya leo tulikuwa na hali mbaya sana kwa chakula chakula tulikuwa hatuna na hata wamama walikuwa naniuliza mimi kama msimamizi, tutakula nini? Lakini nikaambia subirini, tuone baraka za Mungu zita, itakuwaji. Kiukweli Miss Bias, Mungu awabariki sana, wameleta chakula kwa watoto wetu, wamewakidhi leo watoto na kuwasitiri na kuwajali watoto wetu. Wamefurahi binafsi, kama mimi mwenye kituo, nimefurahi sana kupokea sadaka hizi katika kituo chetu cha leo.